ya Isaya na 21, hatutaunganishwa pamoja nao katika mazishi, kwa maana yako wako nchi, watu wako, kizazi chako watendao uovu hakitatajwa milele. Fanyeni tayari machinjo. Fanyeni tayari machinjo kwa, kwa watoto wako. Kwa watoto wako huyu mtu, kwa sababu ya uovu wa baba zao. Kwa sababu ya uovu wa wazazi, wasije wakainuka, wasije wakainuka watu hawa, na kuita malaki nchi. Na kuita malaki nchi, na kujaza mji miji, uso wa ulimwengu, wasije wakazaliwa, wakajaa kujaza nchi, uso katika ulimwengu wa watu hawa